Hello wana wa Afrika chionda wa chionda Ubuntu bantu waafrika ni watu sio manyani otepu amenira ila ninawambia akaunti yetu ya YouTube ya um, fikra huru za mtu fikra huru za Mwafrika fikra huru za Mwafrika TikTok, Instagram na YouTube. kaangalie mpaka mwisho subscribe share Commenti, kwenye YouTube bonyeza kengele ili ujumbe ukujie katika simu yako nikiweka vitu vipya katika fikra huru za Mwafrika. Kwenye kamera niko na Nima, eh, binti wanaitwa Nima. Kwenye kamera yuko Nima anaitwa The Lady of the Medicine. Alafu pembeni niko na Sham Gaz, kiongozi wa Igigi. Ndugu wana wa Afrika. Hawa ndio viongozi wanaoendesha hii podcast kwa, kwa, kwa rekodi na kuchambua vitu ambavyo vinaenda sawa, ikiwepo chi, Chionda wa Chionda, nikiendelea na mambo yangu. Wenyewe wanapenda kunita anu. Ha? Kubwa la maadui. Lakini mimi sio kubwa la maadui. I'm very humble man. I love everyone. Everyone is my friend. Isipokuwa wewe tunasema the white man in the black skin Mtu mweupe katika ngozi nyeusi, tunaita the sellout, yeah? Wanamuita, tunakuita the house negro, chawa wa bwana wa watumwa. Tunaendelea, najua haya nayoongea, kuna watu watapinga, watakuja na matusi na wakaribisha, kwa sababu matusi kwangu ndo nayapenda, kwa sababu hauna tusi jipya kwa hiyo bwana Donald Trump anamwambia anamwambia Vladimir Zelensky, hiyo massive number, very powerful weapon, idadi kubwa ya silaha unayoitaka na silaha zenye nguvu, hatuwezi kukupa. Zelensky anauliza why? anamwambia because we want to finish this war very soon, tunataka kumaliza hii vita mapema sana. Uh, bwana Zelensky anasema sawa, I know you will be able to finish this war I see in the Middle East conflict between Palestina and Israel you agree in ceasefire. Lakini Trump hadi sasa analilia Nobel Prize, lakini asilie sana Nobel Prize kwa sababu wamepewa chawa wake mama Machado, ambaye ni mpinzani wa Nicolas Maduro pale Caracas, Venezuela kwa sababu hadi ninavyoongea manuali za kivita za Marekani nne, tunasema the first fleet kutokea Miami Florida, zinazunguka Caracas Venezuela. Hadi sasa washauu kutungua boti mbili za zinazopita katika maji ya Venezuela, wakisema ni smuggling drugs, wauzaji wa madawa ya kulevya. na hii kwa sababu Marekani haishi bila vita. Na kwa nini Marekani haishi bila vita? Kwa sababu wanaomiliki Marekani ni wafanya biashara. Tukimwongelea huyu mtu anaitwa Jacob Lotis Child, yeye ndio mabwana wa mabenki mawili duniani yanayotia filisi wa Afrika na viongozi zaifu duniani. WB wanaita World Bank, benki ya dunia na IMF International Monetary Fund, hawa wanajiita fuko la fedha la kimataifa. Hawa ni fuko la wizi la kimataifa, sio fuko la fedha la kimataifa. Hili ni fuko la wizi la kimataifa. Unakwenda kukopa milioni 30 dola, unalipa dola milioni mia mbili wanakupa masharti magumu. Ukishindwa unauza udongo, unauza ardhi yako, unauza dhahabu, tanzanite, mwishowe unauza na utu wako. Hawa ndio IMF, wanaongozwa na Jacob Rothschild, jambazi Bavarian aliyotokea huko Ujerumani kutokana na ukoo wa mzee Lord Rothschild, na huyu ndio mwanzilishi wa taifa la masionisti linaloitwa so called Israel ambalo leo hii linafanya unyama na uharibifu chini ya jua kwa kuua watu, kuanzisha vita, kupigana na makundi tofauti ambayo wameyatengeneza wenyewe in order tuwapigane vita, wauze silaha. Kwa hiyo Marekani haitokaa bila vita, ila ninasema Marekani uchumi wake, ukubwa wake unaanguka kwa sababu Marekani ndio instigator wa vita ya kuu ya pili ya dunia. Marekani ndio anafanya mwenyewe aanguke kwa mikono yake mwenyewe. Wanasema ufalme ukizidi nguvu unakuja kujipiga ngwala. Babeli ilianguka yenyewe au Mesopotamia, kwa sababu ya ufaali na utajiri. Unaona, hakuna mwingine anayokuweza. Babeli ikafeli. Ottoman Empire ikatawala dunia miaka zaidi ya mia saba viongozi wakashiba nuru wakashiba sifa wakashiba utajiri wakashiba umaarufu wakajiona kila mmoja anafaa kuwa na madaraka kila mmoja anatoa maamuzi nchi ikawa haina mwelekeo pa kwenda Ottoman Empire ikafeli mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na nne mfalume mtawala sultani wa mwisho wa Ottoman Empire akaondoka jerusalemu Utawala wa Roma ukaanguka chini ya Wavisigoti mabalbali, yani kutoka Ujerumani pamoja na Norway na uko maeneo ya Skandinavia. Roma taifa kubwa likaangushwa na majambazi wapolaji wa ng'ombe pamoja na koini. Roma akapigana na Kataje toka mwaka mia mbili na kumi na tano mpaka mwaka mia mbili mia moja na arobaini na saba. Waroma wakaisaka down Kataje, Wakabadilisha jina wakaita Tunisia, wakajiweka wazungu katika eneo lile Wataliani, wakakaakalia eneo la Kataje, ikawa hadi leo wanaita Arabu. Ile sio Arabu. Hii ndio shibe ya utawala, unajipiga ngwala mwenyewe au unajitekenya, unacheka na kulia peke yako, na hii ndio inamtokea Mmarekani. Marekani ameshiba sana amejiona lidude likubwa, hakuna mtu wa kumshika kidole wala kushika unywele wake. Sasa Marekani amekuja kushikwa vidole na Mchina. Mchina anakuja kuangusha imaya ya Marekani very easy. Hivi ninavyokuambia, asilimia tisini ya prodakti zote duniani kuanzia madini unayoyajua wewe madini unayojua wewe yoyote duniani asilimia tisini anamiliki nani? Mchina. Silaha unazozijua wewe asilimia tisini anamiliki Mchina. Biashara duniani asilimia tisini anamiliki Mchina. Hivi ninavyokwambia, Mchina anunui soya binzi kutoka Marekani. Marekani mnunuzi wake mkubwa wa maharage ya soya anakuwa ni nani? Ni Mchina. Lakini Marekani Mchina hajatia saini nyingine ya kununua maharage kwa sababu Marekani amemwekea vikwazo Mchina vya kununua the computer chipu toka Amerika na udongo wa kutengeneza kompyuta chipu na malighafi zake, madini yanatokea Uchina. Mchina amemwambia, sikuuzi madini ya kutengenezea chipu na chipu zako sizitaki. Kama pale mgogoro ulipoanza wa pale wakati Mchina Mchina anapotaka kutengeneza kupa ku kampuni lake la Huawei kufanya biashara na Marekani, kutumia kutumia injini ya Google kuendesha kuendesha mifumo ya kompyuta na intaneti za Uchina wa Marekani, wakamwambia utukabidhi mfumo wote wa Huawei ili uwe chini yetu, atakayetumia mtandao wa Huawei au anaangaliwa kwenye siva za Marekani. Kama hapa nikiingia Google sasa hivi Marekani anaangalia nini kinafanyika, nini kinafanyika. Kwa hiyo kinachotokea mchina akaamua ku, akaamua ku, akaamua kujitoa akatengeneza injini yake mwenyewe ya Huawei, ambayo hadi sa sasa Huawei ni watu wakubwa kabisa katika masuala ya kimtandao duniani. Mchina ameadvansi asilimia kubwa ya maendeleo yake. Mchina sasa hivi anauza JA10. Ndege zake ana, kwa sababu hapa juzi ilitokea mgogoro kati ya India na Pakistan, ilipigana vita isiyozidi siku kumi. Sasa tukaona ubora wa ndege za Marekani na Mwingereza na Mfaransa <laughs> na ndege za Mchina, Mwindi akitumia ndege aina mwindi akitumia ndege za kirusi za kifaransa ndege za kifaransa zikatunguliwa ndege tano na J-10, ambayo ni ndege ya mchina. Ndege ya mchina sasa hivi imepata soko baada ya kuzitungua ndege za mlusi za, za mfaransa. Kwa hiyo soko la mchina linazidi kupaa juu, marekani anazidi kudidimia. Wakati wa kuanguka kwa American Empire.